Haleluya, napenda kukusalimia katika jina la Yesu Kristo haletele hai. Wakati huu napenda kukukumbusha neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Zaburi, Zaburi 9 na ule mstari wa 13, na unasema: wewe Bwana ulifadhili, tazama mateso ni tweswai na wanaonichukia wewe, uniinue katika malango ya mauti. Haleluya, inawezekana kuna vita unaipitia, unaona hautashinda. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema kwamba Mungu ndiye ambaye atakuinua katika malango ya mauti. Malango ya mauti hayatakuwa na nguvu tena kwako, utayashinda. Ni wakati wawewe kusimama kuyambia malango ya kuzimu kwamba mimi ni Petro na juu ya mwamba huu Mungu amelijenga kanisa lake na wala malango eni ya kuzimu hamtanishinda. Hautashindwa, utakuwa sawasawa. Chochote ambacho kimekuwa kama vita kinataka ufe, utashinda, utakuwa hai. Biblia inasema kwamba hautakufa bali utaishi, ili uyasimulia matendo yake makubwa. Na Mungu akubariki sana. Amen.